Mimi nilikuja nikaongea mambo ya Simba watu wakasema sindi kuna kitu hicho haieleweki bana, ai, hapana, something is not good. Sindi hajaisha hivyo. Hey, yes, something is wrong somewhere. Na nikisema watu wasema ati congratulation, people are congratulating wakati anarudi chini, angekuwa hata maenda juu, we can't congratulate someone anarudi chini guys, sindi anarudi chini, niliambia Don King, niliambia Don King jana, me I am not seeing anything congratulatory kwa hizi vitu mnaambia Cindy, kwa sababu ingekuwa Cindy, hata Cindy ni mtu hiyo fame yake inaweza peleka hata US. Ingekuwa ameenda US, angekuwa wanamtamba, wangekuwa wanasema oh Cindy hawezi fanya hivi. Sasa ameenda kwa kijiji, kila mtu anaandika congratulation kwa sababu wako kwa kijiji huko kwenye kuna stima, kama mganga wake, mganga wake alikufa ni kama

na Jenifa kama mulipeleka Cindy kwa uaganga kwa, kwa kwa kwa, please, tafadhalini kwa huyu msichana, talipa nyumba ajena, talipa loni ya gari yaje

Kwani mara kama itawaki itawaka hata kwa le, itawak, itawak, TikTok hata huko TikTok. Exactly. Unaenda kwa sisi amebebana na kiburi. Utapi kiburi. Akiweka dea hivi. Alafu unamwambia congratulations. Congratulations kwa nyumba ya matope nani na napiga hiyo nyumba ya plaster. Mimi niliwaambia, niliwaambia vizuri sana nikasema kwamba. Why do you know guys? This is this what I'm going to be. Hizi maroses umetutumia inatusaidia sana. Wewe mimi, nimesema. Mimi ndo nilikuwa nyota yake na nilienda nayo

Sita furahia guys, hizi ma Rose tunatumiwa benefit nayo. Ata furahia Cindy akienda chini, wengine wana celebrate, sisi tunategemea Rose. Kwa mama yako amepotea Koma. <laughs> ni wageni apa. <laughs> <laughs> manina kolo nasikia mama, ndio nasema guys, tunataka kumtumia roses. Jameni, Cindy Cindy Cindy, mama, ebu hapo, enda kwa kijiji, make content Cindy, ebu hapo Cindy. Mali mali car Malisafi. Malisafi, Malisafi. Skia anavenya unasema, by the way, deo nimepiga simu Nairobi, lakini ni mahali uko ni kwetu mtaani.